Amma baad, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad, ni furaha tena sana, tena kubwa sana kwa kuwafikiwa na jambo kama hili ambalo kwamba nataka kulizungumzia leo tuki tukiwa katika tunatarajia iwe ni saumu ya mwisho wa mwaka huu, si saumu ya mwisho ya sisi kuifunga Ramadhani. Inshallah, Mwenyezi Mungu atuonishe tena Ramadhani nyingine, nyingine, nyingine, nyingine na nyingine na nyingine kwa furaha na amani na uzima na upendo. Mada yangu ya leo ndugu zangu, <coughs> nimekuja hapa kwa ushujaa mmoja kwa nguvu iliyokuwa mzito nilionayo, kwa raha na bashasha na nderemo ambazo zimeishukia moyo wangu baada ya simanzi lilokuwa lingi ya kuona kuwa nimefanya mambo ambayo kwamba siyo madrasa yetu, siyo malezi yetu, siyo mafundisho yetu, siyo akida yetu, siyo tarika yetu Sio dini yetu, nalo ni jambo la wakati unapohisi nataka zifahamike ibara. Nitakuwa makini sana leo ili nisije nikakosea katika ibara nitakazo kuzizungumza, wakati unapojihisi kuwa umekosewa. Kwa nini nikasema unapojihisi? Hakika ikiwa utakuwa na mtazamo wa ndani wa kuangalia ikiwa Mwenyezi Mungu amekosewa na hakumpatiliza aliomkosea, ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio kiongozi bora alikosewa na hakumkejeli na kumtukana aliyomkosea, hakuna tena mwingine ambao anaona anastahiki mimi kwamba nastahiki nisikosewe katika maisha yangu. Sijasema mimi nimekosewa, lakini nasema unapojihisi kuwa umekosewa na naposema unapojihisi, kwa kuwa ni madai sio ukweli. Na kukosa kwa mwanadamu sio big issue, sio kosa kubwa, lakini kutokubali kuwa wewe umekosa ndio kosa kubwa, au kutokubali kurekebishwa katika uliokosa ndio tatizo kubwa. Na wakati unaporekebishwa haitakiwi utazame umerekebishwa kwa njia ya sawa au njia ya makosa, madamu umerekebishwa. Na mimi nawashukuru no walionirekebisha wote, kwa njia yoyote, njia walioitumia wao ni, ni umuhimu tu, mmoja akaye angalie ni hivi ndivyo sawa sawa kurekebishana. Kama mimi ndivyokaa nikajua leo nimefanya makosa makubwa sana sana sana sana sana. Makosa gani? Ya kutaka kurekebisha kosa kwa kosa ikiwa kuna kosa ilikuwa kuna njia na stahiki kuzitumia, na haya ni maelezo nataka niyaelezee. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi karibuni, ndugu zangu nyote, mumeshuhudia na ni mashahidi wa mambo yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii, mambo ambayo kwamba yanihusu mimi mambo ambayo kwamba yanaonihusu mimi katika yale niliyoyasema kuhusu au kuizungumzia ofisi ya mufti, sawa, ikiwa ni upande wa ofisi au baraza la ulama, yale niliyoyazungumza, baada ya kukaa na kutafakari, na mara nyingi mwanadamu sengine hufanya kupitia hisia fulani emotion fulani hasira fulani, tatizo tatizo fulani, baada ya kukaa na kuta, na kuyatafakari na kuyaangalia kwa busara na pia kupata maelezo kwa huyu na yule, Mwenyezi Mungu ajazi heri wale waliokuja wakaweza kuninasihi, wakaweza kunielezea, wakaweza kunitarabahisha kwa njia ambayo kwamba niliyoisema kwenye kile nilichokiita ujumbe wangu kwa Mufti wa Zanzibar juu ya wasaidizi wake. Yani, baada ya kutoa ile ujumbe, nikarudi nikakaa, nikaufikiria na kupata wenye buswara na wa uchambuzi wa alfadhi yatafattatu libarat kwa kuwa mimi nilipofundishwa fiqihi niliambiwa fiqihi ni kuzichambua zile ibara, na mashallah kuna watu ni hodari kuchambua zile ibara, kukaa na mimi, ili tuzirudie sisi wenyewe zile ibara. Nikakuta haya ambayo kwamba nitakao kuelezea yanaofuatia, ilikuwa sitakiwi niwe na haraka, sitakiwi niwe na upesi, natakiwa niwe makini na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, attaanni min Allah, upole ni kuyafungamanisha mambo na Mwenyezi Mungu walajalatu, na haraka haraka ni kufungamanisha mambo na shetani. Tafakuri yangu imenifunza kuwa usipoku us, eh, sikupaswa yaani ile tafakari mimi ndo tafakari nilitoka na natija, kwa kuwa mimi sikupaswa kuyasema yale niliyoyasema, na niliyasema kuruhusu tu hisia zangu zinitawale na zile emotion zangu na lile jadhba langu, nikafika zikaweza kunisemesha niliyoyasema, ambao si katika mambo mimi huyafanya mambo kama hayo, si kawaida yangu. Ikiwa mimi nikukosewa, nimewa, nimewahi kukosewa makosa ya, ki, ya uhakika yasokuwa na tafsiri, kutukanwa mpaka kutukanwa na familia yangu, sikuwahi kurudi, sikuwahi kuyazungumza kwenye mitandao, bali ilikuwa ni nasaha tu, kumnasihi kwa nasihi jamii, tusitukanane tusipende. Lakini sijui ni, ni kama naweza kusema najua Mwenyezi Mungu hukufikisha wakati ufanye kosa ili akuhifadhi na kosa kubwa zaidi au baya zaidi. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kunitanabahisha na kunionyesha kwamba hii njia si si sawa. Wewe hukufundishwa jambo kama hili, hukusomeshwa mambo kama haya. Huk, kizazi chako si kizazi cha kuweza kuyafanya mambo kama haya na aibu kama hini uingie mitandaoni uzungumzie kosa aliyokukosea, um, umzungumze na um, umpe tahadhari au umpe challenge. La, sio madarasa yako ya. Wewe unasibika na watu ambao kwamba hawastahiki hustahiki kufanya mambo kama haya. Ikiwa siwezi kujifikiria mimi mwenyewe, niwafikirie kwanza, wazazi wangu na makosea wao, pili, walimu zangu, tatu, familia yangu nne, jamii wanaonipenda hawapendi kuniona mimi katika mambo kama haya, mbali na kumfikiria kwanza Mola wangu Subhanahu wa Taala. Kwa hiyo mimi narudi, baada ya tafakari nilokaa nikaifikiri, imenifunza kuwa sipaswe na sikupaswa kusema yale niliyoyasema kwa ajili ya kuziruhusu hisia zangu zinitawale na kunisemesha niliyoyasema. Si katika mambo ambayo kwamba mimi huyafanya au mimi nimefunzwa au mimi nimeelimishwa au mimi nimekulia nikayakuta mambo kama hayo katika jamii yangu, haswa familia yangu ya Sharafu Aluidini. Wanaomjua ustadha Aluidini wanamjua vizuri, ameishi akapata mitihani, kila ina mitihani, lakini alikuwa ni mvumilivu na ni msubirivu. Mwenyezi Mungu amjaze kheri huko aliyopo, lakini kwa kuwa mimi ni mwanadamu, na sisi wanadamu, moja ya jambo ambalo kwamba tumeumbwa nalo imekuwa ni jibilla, ni maumbile, ni kukosea. Lakini sikufurahia kukosea. Kuna tofauti ya kukosea na kufurahia kukosea. Ni kukosea, na mwanadamu mbora ni yule akikosea, anapotanabahishwa azundukana na arudi nyuma. Na mimi hiyo ndiyo ilonifanya kufanya makosa kama yale niloyafanya kibinadamu. Hivyo leo hapa, tarehe tarehe thalathini, siku ya Jumapili, mwezi ishirini na tisa wa Ramadhani, tukitarajia nina dhamano ya mwisho, nikiwa katika mji wangu nilozaliwa, mji wangu nilolelewa, mji wangu nilosomeshwa, nikiwa Lamu, nimeamua kutoka hadharani kwenye mitandao yote na yu, kwa njia yoyote lau ingewezekana nisimame juu Alkaba. Mimi sioni aibu, bali naona fakhari zaidi ya kuwa naweza kusema mimi nimeyafanya yale nikawa najifakhirisha. Mimi sioni fakhari yale niliyoyafanya, fakhari naiona kwa hii ya kuja hadharani kuomba radhi kwa wale wote ambao kwamba kutokana na kile ambacho kwamba nilichokisema katika mitandao kimewaumiza, nakubali. Nilifanya makosa, nakubali. Nilikosea, nakubali. Nimezungumza yasiyo sawa. Tuacheni mbali, ni kweli si kweli, hayo ni, ni baadaye. Hivi sasa mimi nakubali njia niliyoitumia si sawa kabisa kabisa kabisa. Maneno nilioyasema yalikuwa hayapaswi ni yaseme vile, kama ambavyo kwamba, naomba radhi sana, na radhi hii maalumu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yangu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa kumshirikisha katika mazungumzo yangu, na pengine kutaja niliyoyataja, si maana kutaka kuonesha hana thamani kwangu, la hasha. Mimi kwangu mimi ni kwamba anzilun nasa manazilahum, hii ndio itikadi tuliyokuwa tuliofundishwa nayo sisi kila mmoja muheshimu kwa heshima yake, na muheshimu ni mama yangu. Kabla ya kuwa ni kiongozi wangu ni mama yangu, na muheshimu, na nitabaki na muheshimu, na natarajia naye atanifahamu kwamba yale aliyoyazungumza yalikuwa ni hisia ambazo kwamba hazistahiki. Kadhalika pia napenda kumuomba kaka yangu ndugu yangu mkubwa wangu radhi sana, rais wa Zanzibar kwa kumshirikisha pia na pengine kutokwa na maneno na namu, na muombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muhifadhi na mlinde maraisi wote wa Tanzania, wa, wa muungano na wa Zanzibari, na na waomba radhi wote kadhalika, nikichukua pia nafasi hii ya kipekee kumwomba radhi muheshimiwa, mzee wangu, shekhe langu, mwalimu wangu mufti mkuu wa Zanzibar na baraza lake lote sawa, ni ofisi sawa, ni baraza la ulama, na waomba radhi sana sana sana sana. Haitoshi kuomba radhi na pia nakiri, niko tayari pia nakiri, niko tayari kwa kwa ajili ya kupata msamaha ili nisamehewe na Mola wangu nastahiki juu yangu mimi nastahiki, ingawa nawajua ni wakarimu, ni wapole, na madamu ni maulama wataweza kufahamu kwamba mwanadamu huteleza, hakuna mwanadamu wasioteleza. Kadhalika, nipende kuchukua nafasi ya kipekee nimwombe radhi rais wangu mpendwa anayetusimamia nchi yetu wa Kenya Dk, eh, Dk Samuel William Ruto kwa kumshirikisha na kumtaja katika mazungumzo ambayo kwamba ilikuwa hayana haja, lakini hakuna aliotajwa kwa lengo la kudharauliwa, bali aliotajwa kwa lengo la kutambuliwa kama wao vyo waliowapewa. Na kwa kipekee napenda kuwajulisha kuwa haya yalotokea hakuna alonishawishi, wala hakuna alonisongeza wala kunipa msukumo. Mimi niliyaona kwenye mitandao na komenti zinazo commentiwa nikasema, bila kukaa kumshauri mwenzangu, ila nimepata kujifunza. Jamanini, tuweni makini tunapotaka kufanya majambo. Na, na kitambo tulioambiwa, ma nadima manistashara, hajuti anayetaka ushauri kwa mwenzake. Kusema kweli sikumshauri mtu yoyote ja, weu. Na nawaomba yoyote atakayekuja kutukana kudharau kunivunja yaani kuniangusha kunifanya lolote, mpeni nafasi, mpeni nafasi. Mwenyezi Mungu aliwapa nafasi watu wakamwambia wewe una mtoto wewe una mke, asiwaangamize kwa nini? Mimi Zudhini nisimpe nafasi anaye kwa hiyo nawaomba wale wapenzi wangu, kwanza nawaomba radhi kwa kuwaingiza na nyinyi kuwashirikisha, mkawa na hisia mbaya na fikra mbaya kwa baraza la mufti na ofisi ya mufti, pengine na mufti mwenyewe. Nawaomba radhi, nawaomba radhi na nawaomba radhi na nawaomba na na mu, mu, kama mimi nimewaomba wao radhi, msiwachukulie chuki, musiwachukulie vibaya Msiyachukulie hasira. Na yoyote atakayekuja hivi sasa even kunikejeli mimi even kunitukana mimi even kunivunjia heshima mimi, kwanza mimi sistahiki kuheshimiwa kwa haswa kwa hili nilolifanya, nastahiki kuadhibiwa. Lakini nawaomba tafadhali, msimtukane na, na inatukana tuombeane. Tu Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza na Mwenyezi Mungu atuweke sehemu ambayo kwamba yastahiki, na Mwenyezi Mungu atupe tanabuhi, tunapokosea turudi nyumba wala tusiwe na tabia ya kuona kuomba msamaha ni udhaifu, bali tuwe na tabia ya kwamba kuomba msamaha ni ukubwa na ni ezi na ni utukufu. Wallahi, lau mgejua furaha nilonayo ya Mungu kuniafikia nikaomba msamaha. Mimi nalia kwa furaha, silikwa kujuta, nalia kwa kufurahi. Alhamdulillah. Ningekufa kabla ya kuomba huu msamaha, sijui ningekutana na Mungu kwa hali namna gani. Na siombi msamaha kwamba eti kwa sababu nyingine yote, wallahi Mungu ananijua. Naomba msamaha kwa kuwa sikulelewa katika nyumba ya watu kuwakosea watu kwenye mitandao, sikulelewa katika madrasa inaojua kumtukana anayekutukana au kumvunjia heshima anayekuvunjia heshima. Mbali mimi sijavunjiwa heshima, mimi sijatukanwa, mimi sijaambiwa jambo lolote. Kwa nini niingia kwenye mitandao nikaona? Kwa nini mimi leo nimeweza kuja kuwataja watu wao hawajaweza kunitaja kwenye mitandao? Nimelelewa katika nyumba ambayo kwamba tulikiusuia tumpende anayetuchukia kwa nini watu hawajatuchukia sisi tuwachukie? nimelelewa katika madarasa ambayo kwamba mtu akikupiga upande huu muulize utahitaji na upande huu leo. Kwa nini mtu hajanipiga mimi nataka kumshambulia kwa hiyo, ndugu zangu, wapenzi wangu, tuweni makini, tuwape nafasi, na kwa sababu kosa nilolifanya Mungu ndo analijua, na inshallah natarajia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ningekuja kuonesha mitume wengi walikubali kwa Mola wao

Sasa we wakubali dhambi kwa Mungu, kubali dhambi wa maoseaja Mungu. Kwa hiyo mimi nakubali, abuu laka binimatika alayya wa abuu bi dhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweni makini. Watakuja watu watasema hili, watasema lile, lakini mimi nalolisema ni hili. Yale yote yalojiri yalipaswa kwanza kuwa ni mazungumzo yangu mimi na mzee wangu, nimwendee Mufti nizungumze naye nimweleze, nimsikilize ushauri wake, au nitafute mtu yoyote aweze, kwa mimi siwezi kumfikia, anaweza kumfikia azungumze nao. Lakini kama nilivyotangulia, hisia zile ni ghalibu, ubinadamu kanighalibu, shetani akapatiliza nafasi, min baadi an nazagha shetani baini wa baina ikhwati. Wale ndugu zangu ni wale ni wazee wangu, nasikizana nao, twapendana twaelewana. Kwa nini yatokee haya? Yalikuwa hayahitaji kuwa ni mazungumzo au maneno ya hadharani. Kwa hiyo nawaomba radhi sana na sana na sana, ofisi kwanza, mufti mwenyewe, mufti mkuu wa Zanzibar na ofisi yake na baraza la ulamaa sana, sana sana sana, na nakiri kosa kubwa sana nililowafanyia. Nakiri, na narudi. Hatuko katika masala, ninao shuhuda au sinao shuhuda, hayo tu yateni, mimi wala siyataki tena kuyajua mimi. Naomba na nakiri msamaha kwa Mufti na baraza la ulama na baraza na ofisi ya Mufti. Pia naomba msamaha kwenu nyinyi, wapenzi wangu, na hili ndio la mwisho, namalizia mwisho, ni waombe radhi wale wapenzi wangu wote popote pale walipo ulimwenguni, kuumia na yale niliyo mulio ya shahudia ambayo kwa haki walitaraji kuona nikishughulikia migogoro, iwe inayonihusu au vinginevyo, kwa namna nzuri zaidi kuliko hii, yani wao walikuwa watarajia Waone mimi kama kuna migogoro yote naishughulikia kwa njia nzuri sio njia hii. Kuna watu najua limewakwaza ni wapenzi wangu, wamesikitika sana na waomba radhi sana. Na inshallah na waahidi. Hili, hili litakuwa ni yai la jogoo. Jogoo kwa umri wake uzaa mara moja, na hili kosa hili inshallah hamtoliona kukariri kwangu mimi. Hamtoliona kutokea kwangu mimi. Na naomba na sana msichoke mkiniona nimekosea, kuniambia kwa njia mtakayo. Mimi nafurahia kurekebishwa kuliko kupongezwa. Jaza yenu kwa wale watu walionipongeza, jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awape kila la khairi, awepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zidna tibaa wa arina al-batila batilan wa zidna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hii klipu haina malengo ila kuomba msamaha. Ahsantum wa jazakumullahu khairan.